Mzee wa Yesu yeye ni mtetezi wa wanyonge kama wewe mnyonge unasumbuliwa na, na maadui zako. Ndio. Lakini mtetezi wako ni mzee wa Yesu hata Amen. Amen. Kama useme amina. Ndio. Leo lazima kakate roho. Yesu alisema alisea

Leo lazima kachomoka ya kuachia chena watoto wako, piga makofi makubwa kabisa kabisa. Mzee wa Yesu miboko yao ndio nabii wa kimataifa. Bukoba yote kwa mzee wa Yesu. Bukoba yote kwa mzee wa Yesu. Ukija hapa mgonjwa, ndio unatoka ukiwa na afya yako <tomusto> Najua watu wapo, wachawi wapo, wanakukalia vikao vikao, ndiyo wanakuwini, ndiyo wengine wamechukua chupi yako yes, wamepeleka kwa mganga wake, amen, ili ya kuunganisha kuzimu leo. Yeah, lazima wanatolewa kuzimu apeleka kwenye makaburi ndio, wakaisindikiza kuzimu. Amen, leo unateseka, leo wewe unasumbuka, mambo yanayumba. Kumbe ni kuweka nafsi yako makaburi, walitumbukiza shimoni kuzimu. Leo unatolewa kwa jina la Yesu mtukufu na nguvu. Kumbe nafsi yako imekalishwa kuzimu inatumikishwa leo, inaangaishwa leo, lakini leo nikutolewa. Amen, leo natoka. Amen, kama mwanao alifufuka alitoka kwenye kaburi, na leo natoka pale.